Kilichotokea Njombe wakuu wa mikoa wamepewa maelekezo na Samia, wakuu wa mkoa wamepewa maelekezo na Samia. Kuanzia Jumatatu, kuanzia Jumatatu waitishe nani mikutano na wananchi, si mnanielewa vizuri? Waitishe mkutano na wananchi, wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, waongee na wananchi kwamba aliyopitwa sindwele, tusameane tuombe kwa sababu wameona kule Njombe hakuna kilichofanyika kwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo Samia alikuwa na vikao, amewekeza maelekezo kwamba wakuu wote wa mikoa wafanye kama Njombe, kuanzia Jumatatu. Si mnaneea vizuri? Ni sauti zinazosikika nje ya mipaka yetu, sauti za wapambanaji ambao wapo nje ya taifa ama mipaka ya bara la Afrika kwa ajili ya kutafuta lishe bora, wanatafuta maisha. Lakini zaidi ya yote yanayojiri katika mataifa yetu kwa hakika yanawahusu mchana na usiku. Ni katika riwaya hii inayohusu wahusika wa wawili, Mange Kimambi pamoja na Dada Recho. Watanzania Hatujawahi kuumia hivi, hatujawahi kuteseka hivi. Mimi personally nimeshazika baba ambaye ndo alikuwa kila kitu kwangu dunia hii. Wanaonijua wanajua baba yangu ndo alikuwa kila kitu, nimeshazika baba, nimeshazika mama, ila hii wiki iliyoisha ndo ilikuwa wiki ngumu ambayo ni experience kwa maisha yangu. Ni sauti ambazo mara kwa mara unapoingia katika mitandao ya kijamii unapata kuwasikiliza kila mmoja kwa lugha ya kwake. Yupo ambaye anatumia matamshi makali, yupo ambaye anaongea kwa kejeli, na yote haya ni mfano wa silaha vitani. Mtazama recho ama kumsikiliza mara nyingi ukiwa katika maeneo ya watu wengi lazima upunguze volume kidogo, manake ni mtu wa kurusha cheche ama matusi wa yani. Kwa maana hiyo vitu mmeje kuja kufanyia wabala, yani mngetakuwa, mshukuru Mungu tuko Ikulu, eh tuko Ikulu, watoto wa Ikulu, tufurahi tuko Ikulu. Lakini pamoja na kuwa Ikulu kote shukrani yenu ni kuwa ni kuwa wananchi, yani mnakuwa Ikulu Halafu mnaua yani si, ni vitu vya ajabu kwa kweli. Tungesema watu hawako ikuru anga labda kuna kitu, mko ikuru kabisa na mnaua watu, ni hamtakiwi kufi. Ikuru ni sehemu takatifu, kama nikuu getakiwa muue watu ambao wanakuja kuua raia wa bara au Wazanzibari. Mngetakuwa nyinyi ndo mkabilane nao, lakini nyewe mnao eh, God, inasikitisha sana, na hiyo ndio inanipa sana nguvu ya kusema kwamba Samia walaipia lazima kukute. Ni sauti zao zinaichokonoa serikali, sauti zao zinakuwa na msukumo dhidi uh, ya tawala ama na ushawishi mkubwa kwa wananchi na ndizo sauti ambazo kidogo inasikizwa kinyume na sauti za wale ambao wanaaminika kuwa ni machawa eh, uh, wasanii ambao mpaka sasa wameundiwa ujumbe kwa ajili ya kusambaza kwenye mitandao ya wa kijamii, walau kupoza nyoyo za watu ambao wameumizwa kwa namna moja ama nyingine, iwe ni kwa maumivu ya uh, vifo Uh, waliopoteza wapendo wao kwenye vurugu vya baada ya uchaguzi, iwe uh, walioumia majeraha mwilini, waliopoteza mali na kadhalika. Maisha kidogo inakuwa tenge kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndizo sauti ambazo zinasikika kwa sana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, unazungumuzia uh, uh, Twitter na kadhalika na kweli unaweza kuona kuna pole ya msanii ambaye msema kwamba hii ni pole, naweza kukugusa kwamba ameandika msanii au ameandika tu kwa ilimradi tu siku iende. Na pole gani akuja siku zimeshaisha, matanga yalikaribia ya kuisha. Ndugu zangu, yatawafika wasanii wote wanafiki na huyo Msigwa anayekuwa na, na wakontrol kama vile vinyago

ni kuunifollow wasanii wote au wote lakini, kuna mizezeta Mitanzania mizezeta kabisa, akili au kama inafunza, yani imebumaga tu hapo hapo imebumaga tu hapo hapo. Yani, yani, Tanzania, sio give it inchi za wenzetu wasanii, angebakia na followers za mamake na babake, angebakia na followers za mamake na babake na alafu wawasanii ambao wanasapoti wana, wana, wana jamii kwa sababu ni jamii ndio ina inaweka mjini wangesapotiwa wangekuwa juu, mpaka wawasanii wangesikia dunia na wasungu wangeomba msamaha kwa kupiga magoti, wangekula hata vinyesi I'm telling you guys, wangekula mpaka mavi ya wananchi. Lakini Tanzania, sisemi wote, lakini baadhi yuko tu pale pale, matoko naangalia wamepost nini pamoja nini swimming. Yaani hawajali. Lakini yeye ambao hamjali, kuna siku atawakuta. Kwa sababu mapambano bado yanaendelea. Sisi tunajua kabisa uchaguzi haupo. Yani yaani kama amejidanganya kama, mpaka sisi tunajua kwamba uchaguzi uchaguzi bado Tanzania. Uchaguzi wa kujichagua mwenyewe. Kujiapisha mwenyewe na kujipitisha mwenyewe. Shi. Uchaguzi bado hatujavote. Hatujiende tukavoti kwamba chdang amevota bado. Hata we ambao una akili timamu kabisa, az akili timamu bado lakini, bado kuna kilanza atakaye kuja ku comment upumbavu kwenye page au najua kwenye, kuna kwenye hey, hey. kuna vicha na vicha ndio, kuna kuna vicha. No, lazima kicha mwenye akili timamu lazima, mtu mwenye akili timamu lazima

hapa narejelea uh, vita vya maneno makali kuchokonoa serikali na mbinu zake, ambazo kwa hakika kwa wengi, ama kwa watu fulani, inaonekana kwamba uh, ni utawala unaoleta maumivu makali dhidi ya wananchi. Kwa hiyo ni kama ni sauti za ukombozi ama sauti ya ukombozi kwa mujibu wa wafuasi wao lakini kwa upande wa serikali kama alivyoeleza mwanasheria mkuu Hamza Johari kwamba ni wachochezi, wanaharakati mtandaoni wanaochochea vurugu katika taifa husika. Lakini katika hili, wao pia vilevile wanasema serikali inatumia nguvu kupitiliza na njia ambazo ni kinyume na katiba kwa ajili ya kudhulumu wananchi. Wapo ambao wamekufa katika vurugu za baada ya uchaguzi, wapo ambao wameumia, wapo ambao wameshtakiwa ama wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za uh, kesi za uhaini, yupo dadanifa na kadhalika, wapo waliotekwa mpaka leo, na kuna baadhi ya viongozi wa siasa ambao wapo wanasota gerezani Heche, John Heche, eh, eh, ni naibu mwenyekiti wa Chadema pia vilevile amefunguliwa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo kuna sauti ambazo zipo nyumbani, kuna sauti ambazo zipo nje ya mipaka yetu. Bado ana mchungu, bado ana haya, bado amemshikilia ee bado polepole pole, bado amemshikilia nani nifa bado bado baadhi wa Tanzania. Halafu bado mmeua, mmeteka kwanza Watanzania mkona kwamba kuteka hakutoshi kwa mmeua Watanzania mkona kuwa hakutoshi mkamua mlete mpaka Wazanzibari wote mwaleta njoni mwaue wa bara, alafu mnatoka azala na kuja choko kabisa, kwamba si ni jaji mavi mimi nitawafata wao, kina nani huko nje, siwa bado mili nimejaza na barabarani. Hao sio Watanzania bali hao ni Wazanzibari. Hivi nyiwe mnaakili kweli timamu? akili zenu kabisa ziko kabisa vizuri, Gen Z naona kila kicho, kila kitu mnachopanga kufanya. Naona message zenu, hamkosei hamkosei, mko sahihi. Bado anasema kwamba kuna maandamano eh, tarehe 9 mwezi wa kumi na mbili. Kwa hiyo bado hali ni tete, unaona. Sasa wabunge watakuwa nakwenda kula kiapo, lakini baada ya unapokula kiapo uh, uh, tulia, Ackson amejing'atua ama amejipogoa eh, kutoka kwenye kinyang'anyiro cha kuania nafasi yake ama kutetea nafasi yake, ya kuwa, ya kuendelea kuwa spika wa Bunge, na tetesi zipo kwamba Profesa Kabudi huenda pengine naye akajitosa na akapewa -opportunity fursa kipekee ya kuwajibika walikuwepo kina Ndugai marehemu, unaona na kadhalika. Kwa hiyo ni uwanja wa mapambano na si mapatano, hata chembe. Mafele, acha uharamia wako, mrudishe huyu dada, watu hana kosa. Huyu dada yuko kwako Mikocheni, umemweka Mikocheni B, nyumba mia mbili na moja, analala kwenye kigodoro cha nchi nne. Huyu dada muachie haraka sana iwezekanavyo, pale kwa Mafele Mikocheni ana chumba chake ametenga, yaani kuna ki, kama kijumba kichumba kimetengwa, kichumba wafungwa ambao hawataki kuonekana kwenye kwenye kituo chochote, kwa mambo yake mwenye binafsi, anaweka Mikocheni kwake huyu dada. Nafikiri mmeona, amepostiwa, postiwa sana ndugu zake, nawambieni yuko kwa Maferi. Wale vijana walioenda kwake kumkamata wale ni vijana ambao chini ya Maferi nalia ni grupu la Abduli mtoto wa Samia, si mnalielewa vizuri. Kwa hiyo amemchukua huyu binti, yuko kule kwa Mafere mikocheni b nyumba mia mbili na moja, mikocheni b ndiko amekomweka. Sasa unajiuliza Mafere, kama una unashinda kutongoza mwanamke unashindwa, kwanini usiende tu mwenyewe katongoza unavyojua wewe? Huyu dada kako mikocheni b, maskini ya Mungu huyu strong, strong girl yuko Mikocheni pale kwa Mafere, hana kosa yaani, limradi tu mkuu kusumbua watoto wa watu. Huyu binti, ndugu zake mnaomtafuta pote, wale waliokuja kumchukua wako chini ya Mafere na Mafere, kama mnaojua, Abduli ndio kama bosi wao kwa hiyo walituma na mafele wenye kumkamata huyu dada. Hayuko kituo chochote cha polisi, ila yuko mikocheni nyumbani nyumbani kwa mafele mikocheni, si mnanielewa? Hii ni kitu cha ajabu sana, jani kumwona tu, yani kumwona mtandaoni anaona kama roho inamuuma inamchefuka, anaenda kuteka watoto wa watu. titakachoambia watanzania And if a strong icon, wa Tanzania, polisi yoyote anayekuja kukamata don't usipande gari zao, usikubali hao wengi ni watekaji, wako chini ya mafere, na mafere kama mnajua yuko chini ya Abduli, mtoto wa Samia. Samia analijua hilo, Kikwete analijua hilo, Paul Makonda analijua hilo, na wa mapolisi madogo madogo mashwashwashwa ambao wanatumwaga kama vile vimburu. Hawa polisi wanaotumwaga kama vimburu wote hawa. Nye polisi wanaotumwaga kama vimburu, nitakuja nianze kuposti mmoja baada ya mwingine na majina yenu. Mmoja baada ya mwingine na majina yenu. Kazi yenu kuteka watu. Wengi sasa hivi umetoka Zanzibar. Wabara sasa hivi wamechoka kabisa. Wataki kabisa kufanya kazi na mafele. Maana mafele ukiwa naye ni muda wote roho zenu zitakaa juu. Akikupigia simu, unjaiyndo okay, acha tabia zako za kuwaua watu acha. Acha, acha kutuma tuma vibaraka vibaraka vyako kamata Wazanzibari watu na Abduli wa kwa, kwa na, Abdul, na Samia ndio mmewajaza sasa hivi kwenye kamata watu Mnakuwa na mbala moja kakakatiihuku. Uh, acheni tabia zenu, nitawaposti wote, nitafanya hii kazi, nitasimama nita na nyie mpaka Tanzania iwe liberated, nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mimi mashaka kwa mimi naweza nikawageuka leo au kesho. Mi sio hao, ndugu zangu, mi siwezi kuwageuka, mi niko na nyie, ndugu zangu that means nitakufa maskini kama that means, uh, means whatever. Yaani, mi niko na nyie mpaka either Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu ao waniue, that's the only way tutaachana. Mi sasa hivi ndio kwenye umbea nawambia nini, ao watoto, damu za watoto izopotea. How do I just move on from this? nika, nika dada yenu wa taifa iko na nyie, dada yenu wa taifa iko na nyie, we gonna see this through, together Mungu atatu guide mpaka mwisho. Lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up, hakuna ku give up, lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni sitini so be it. Whatever it takes, hatuachi hiyo nchi wala haturudi nyuma. Hizo tabia za kuwa mnafanya fanyiwa, Watanzania, mnafanyia vitu vya ajabu, muache aso biti. Itakuwaje biti wa watu kama huyu huyumili kisura chake weusi wake, mfate mwenyewe mwambie kwamba unampenda unamtaka umemfeel, lakini ile nani ba yako ambayo iko pale, sio mwanamke wako pale, umefungulia ba, na huyo mwanamke nataka nimjue. Nataka ni, ni post mitandaoni, mwanaume mwanamke wa mafele ambaye ana ba ile imefunguliwa na mafele pale. Kwa sababu familia yake iko wapi? Familia iko South Africa, lakini katika hili lazima mwisho tufike katika uh, kile ambacho tunaita meza mazungumzo. Manake tusipoketi katika meza mazungumzo, tuketi kitako na kuyajadili yale ambayo yanatuhusu, basi tutapoteza. Na Tanzania siku zote ni nyonga, imekuwa ni nyonga ya ukanda wa Afrika Mashariki, nyonga katika bara la Afrika, kama alivyosema wakati fulani Profesa Kabudi. Manake kiumba hatuna taifa Unaona, na ndio sababu bado, licha ya kuwa ametajwa mara kwa mara katika chokochoko -choko nyingi, mheshimiwa Kikwete bado ni mzee ambaye anaweza saidia kupatikana kwa utulivu na suluhu ambayo tunahitaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Labda aje pia vilevile Uhuru Kenyatta, licha ya kuwa pia naye alikuwa na changamoto zake enzi za utawala wake mwaka elfu mbili kumi na saba aliiba kura, wakatumia nguvu za kupitiliza kina Matiangi wakiua watu unaona e, wakakatalia madarakani wakati huo kwa mujibu wa um, tetesi hizo mahakamani wakati huo ambapo mahakama ilibatilisha uchaguzi, lakini kwa sasa na Muret kama mmoja wa wazee ambao wanaweza leta utulivu e, katika kanda hii ya Afrika Mashariki na katika hili tunaweza kuona kile alichokifanya baada ya uchaguzi huo mwaka 2017 kupeana mikono na bwana Raila Odinga hayati huyo, na mambo akawa tulivu kiasi cha haja. Kwa hiyo namweka hapo yule ambaye labda siwezi nikamtaja katika haya yote ni Museveni. Maana yake yule ni dikteta, yule mtu ambaye anatawala kwa uh, mkono wa chuma, ni jenerali yule yule, si raia. Kwa hiyo labda mapinduzi kupatikana katika taifa lake la Uganda lazima pia apenduliwe kijeshi au ficha, atupaswi kufikia hapo. Manake alisema ili atoke mamlakani, labda watu watumie nguvu za ziada, manake yeye alitokea msituni akipata uh, kuongoza taifa. Kwa hiyo kanda hii ya Afrika Mashariki, Tanzania inabaki kuwa nyonga, unaona, kama alivyosema wakati fulani Profesa Kabudi, kwa hiyo hivyo mambo yalivyo katika uh, pande hizi eh, na tunasubiri kusikiliza zaidi na zaidi na zaidi kutoka kwa eh, uh, Mange Kimambi pamoja na dada Recho na wapambanaji wengine ambao wanaendelea na jitihada zao eh, za kusikika, unaona kwa ajili ya kusikika, kutoa sauti zao kwa niaba ya wapambanaji.